Katika hali isiyo ya kawaida, wafanyakazi waliogoma katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta JKUAT walibadili ratiba yao ya kawaida na kutumia siku yao wakifurahia ya michezo na burudani. Wakiongozwa na viongozi wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU na chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu KUSU, wahadhiri hao ambao hawajakuwa darasani kwa kipindi cha majuma manne walisitisha shinikizo zao za kudai mishahara na wakashiriki mbio na michezo mingine ya kujifurahisha. <coughs> Wanasema kazi bila burudani humfanya mtu kuwa mchovu. <coughs> Wafanyakazi wa chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta JKUAT waliamua kufuata usemi huu. Walisitisha maandamano yao kwa muda ili kushiriki michezo mbalimbali mbali, labda kama njia ya kuondoa msongo wa mawazo na changamoto za maisha ya kila siku. Washindi katika vitengo mbalimbali walizawadiwa. Lakini licha ya vicheko na michezo, hawakusahau sababu kuu ya wao kuwa na likizo hii isiyo ya kawaida. Katibu mkuu wa chama cha UASU Daktari Konstantin Wasonga alisitiza kuwa serikali haina budi ila kutekeleza mkataba wa makubaliano ya pamoja ya malipo ya mishahara 2.73 bilioni. <laughs>

Wahadhiri na wafanyikazi wengine ambao wamekuwa kwenye mgomo wa kitaifa wanadai malipo ya shilingi bilioni 7.9 yaliyotokana na mkataba wa pamoja wa miaka 2017 hadi 2021. Mgomo huu wa wahadhiri, ambao tayari umeharamishwa na mahakama, umeathiri pakubwa shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma kote nchini na kuwafanya wanafunzi kurudi nyumbani. And the theme of this Semeni, tunamalizana na 7.9 billion. Tunamalizana na 2025, 2029 CBA <laughs>